Hello my good people, mambo vipi, mko poa, wapenzi na wapenda sana. Nimepata mteja anataka jogoo ana deserve. Hebu shika wewe eh. Shikia mteja kuku. Mwanangu, mwanangu, hao kuku ni wa kienye, wa totala sio wa kienyeji. Mbona unahangaika nao hivyo? Ah. Ela ipate kukimbia ela. Sawa sawa Ai, shika na huyo mwekundu, tumpelekee wote wawili, wa akachagua mwenyewe. huyo hapo, huyo hapo Eh. Tumekuja, tumekuja kumshikia mteja kuku. Wow. Ai, mpelekee kama ambavyo mnaona majogo ndo yameishia, ambaki wangapi? mbaki kama watatu hivi, nao ni wambegu hapa. hmm. Kama sijaanza kuuza temba hapa, wakija kunibembeleza huwi. hey. Halo halo. Muko